achama John Heche wakati anaingia <coughs> lahini mikono yenu ikiwa juu ili tuweze kumkaribisha katika viwanja hivi. Asanteni sana watu wa na viongozi wa kanda pamoja na viongozi wa mikoa majimbo, na sehemu mbalimbali za chama chetu. Makamu mwenyekiti karibu sana, yupo na dada Rose Mayemba, yupo katibu wa kanda dada Ashura, karibu sana katika viwanja hivi, karibuni sana. Karibu mheshimiwa makamu mwenyekiti, karibu sana, yupo na mzee mstafu kaka yetu Patrick Ole Sosopi, karibu sana katika viwanja hivi. Asanteni sana. Sasa mheshimiwa makamu mwenyekiti, tunakukaribisha katika viwanja vya Morogoro. Watu wote wako tayari, watu wa Morogoro kukusikiliza. Asanteni sana kwa Morogoro, tunawashukuruni sana. Tunawashukuruni sana. Naomba Wasaidizi mtusaidie, hii podium amuitoke, ili viongozi waondoe moshi wa mwenge kwenye vichwa vya watu wa, wa Morogoro kirahisi sana na kiurahisi zaidi. Asanteni sana. Sasa ninayezungumza